Mgombea urais wetu pamoja na kuongeza ajira za watumishi wa afya na ajira nyingine, kupitia serikali yake na alishakwisha kuanza, ameanzisha kundi la wahudumu maalumu wanaojulikana kama wahudumu wa afya ya jamii, na hapa ndilo tayari wameshachukuliwa wamepatiwa mafunzo kazi yao kubwa kupitia ilani hii ya uchaguzi ni kupita nyumba kwa nyumba kutambua watu wenye matatizo ya kiafya wanaohitaji kupata msaada wa haraka, kutambua wenye magonjwa ya kisukari, wenye magonjwa ya presha, wenye magonjwa ya malaria, lakini wakati mwingine kutambua uwepo wa mlipuko wa magonjwa hatarishi yanayoweza kuangamiza wananchi wa Mbilo na wananchi wa Kata ya Kizuka. Wahudumu wao ni watoto wetu wataendelea kuhudumiwa na serikali, watalipwa posho na serikali, na huyo ndio jabali mbobezi Daktari Samia Suluhu Hassan. Wow! Piga vigeregere vingi kwa mgombea wa urais wetu right, mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan hapo vipi? Wow. Hapo sawa. Ndugu zangu, wow. Yako mengi kwenye ilani hii yanayohusu maendeleo ya vijana, yanayohusu maendeleo kina mama yanayohusu maendeleo ya jamii kwa ujumla. Niwaombe sana, ninapiga magoti haya, tunaomba chondi chondi chondi, tarehe ishirini na tisa asibaki mtu hata mmoja nyumbani. Kura zikawe mati, mati, mati, mati kwa rais. kura zikawe mati, mati, mati kwa mbunge. Kura zikawe mati, mati, mati kwa diwani na kwa maana nyingine kura zikajae kwa mgombea urais mgombea ubunge na mgombea udiwani. Tunaomba mtukopeshe kura zenu, tuwalipe maendeleo. Kwa majina anaitwa Benedikta Stefano Nyangu, nimesoma chuo cha uguzi na ukunga Peramiho, ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Naishukuru serikali kwa hapa tulipofika, maana sisi hatujui yani Tukwa, kama leo hii tafikia hapa, maana hatukujua hata cheti chetu labda kitatufikisha hapa, lakini tunamshukuru mama Samia, tunamshukuru pia mbunge wetu kwa kutusikiliza. Tena namshukuru sana, napiga na magoti, namshukuru sana. Kwa majina naitwa Solastika Mjombe, nimepata mafunzo ya uhudumu wa afya ngazi ya jamii Peramiho Nursing School. Mimi nimeshamaliza mafunzo yangu ya miezi sita darasani na kwa vitendo, Nitahudumia jamii nitahudumia watu wote bila kutenga, bila kuchagua mtu yoyote. Shukrani zangu nazipeleka kwa mama Jenista pia na kwa daktari Samia popote alipo apate taarifa hizi kwamba tunamshukuru sana kwa mradi huu, aendelee kutuboresha na kutupatia vifaa vingi ili tuweze kutokomeza magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza.